Mungu anakwambia kwa kupitia Yesu Kristo unao uwezo kusamehewa. Kwa kupitia Yesu Kristo Mungu anakwambia unao uwezo kusamehewa. Ndugu zangu, Mungu anatwambia kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima milele. Karibu, nataka niwaambie inafika hatua sauti inataka kukata, kwa ajili yake natumia nguvu nyingi, lengo kuweza kuambia watu wakafanya maamuzi yaliyo sahihi. So tumefika mazingira haya, umeme umekatika, hakuna umeme katika mazingira haya, fika mahali tukaweka stendi yetu, lakini kilichoweza kutokea tukaanza tu kwa uchache, hatimaye umeme ukakatika. Sasa Tunamshukuru Mungu mchungaji aliweza kuhubiri kwa kutumia sauti yake. Sasa muda huu nataka tuweze kwenda, tutazunguka, tutapiga tu ruti, tutazunguka hapa. Tuko Morogoro, kundi mwisho inaitwa hapa. Nilipo kuna kama U-turn hapa, tutapiga tu, tutazunguka hapa kuweza kurejea katika mazingira haya. Tutakuwa tunapaza sauti kuambia watu kuhusu habari za Yesu Kristo. Basi tunafanya hii kazi katika Yesu Kristo. Um, so kilichopo mwanzo tunapoanza, inakuwa ndani yako, unajisikia kama vile kuna ile ya kitu cha aibu yani, kana kwamba nazungumzaje, naongeaje, nasemaje na watu, lakini unapokuwa unamtumia Roho Mtakatifu inakuwa rahisi kiasi kwamba unaweza ukajikuta unasema na unazungumza pasipo chochote. Kwa mimi nawaalika, unayesema wewe ni mwinjilisti njoo, tufanye hii kitu, tuwaambie watu habari za Yesu Kristo na hakika watu wengi watasikia na hatimaye watamjua huyu Yesu endapo mimi nawe tutasimama kuambia watu kuhusiana na ujio wake. Haleluya. Amen. Ndugu zangu, Yesu Kristo anarejea hivi karibuni. Huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani Huyu Yesu Kristo aliyekubali kuziakiwa kudhalauliwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Kuna majira na nyakati zitafika ndugu zangu, atarejea. Biblia inasema ya kwamba siku ambapo Yesu Kristo atarejea atakuja na ujio ulio mkuu, parapanda italia. Ile parapanda itakapolia, ndugu zangu, ndio wakati ule tutakapojua ya kwamba huyu Yesu Kristo tunayetangaziwa kwenye mativi, tunayetangaziwa kila mahali majira na nyakati zikifika, atarejea kuja kuwafuata walio wa kwake. Nataka nikuambie ndugu yangu, huenda unaamini kwa sababu unaenda kanisani, kwa sababu unaenda msikitini, kwa sababu unatoa sadaka, kwa sababu unasaidia watu, ndio maana unaweza ukasema Mungu atakupokea. Nataka nikuambie, yule Mungu aliye mbinguni anakueleza, yule Mungu aliye mbinguni anakuelewesha, endapo leo hii ukafanya haya yote ni matendo mazuri, lakini pasipo Yesu Kristo, pasipo kumkiri huyu Yesu, majira na nyakati zitakapofika, ndugu yangu, mimi pamoja na wewe tutashindwa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Katika Biblia neno la Mungu linasema, mimi ndimi njia ya uzima na anatuelewesha unataka kuenda mbinguni, hautaenda mbinguni kwa sadaka unazotoa. Unataka kuingia mbinguni, hautaingia mbinguni kwa mavazi tunayovaa. Kwa mavijana wenzangu, unataka kumwona Mungu baada ya maisha haya, Mungu anakuambia utaweza kumwona kwa kupitia Yesu Kristo peke yake. izk So ndugu zangu, huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu Huyu Yesu Kristo aliyekubali kudhiakiwa, huyu Yesu Kristo aliyekubali kuangamizwa, ndugu zangu wapendwa, katika majira na nyakati zitakapofika, mimi na wewe tutakaposimama mbele za Mungu, Mungu atakachotaka kujua kutoka kwetu, je, ye, huyu Yesu tumempokea? Je, ye, huyu Yesu tumemwamini? Kwa sababu ndugu yangu, tunaweza kujivunia tunaenda kanisani Unao uwezo wa kujivunia, unaenda msikitini. Unao uwezo wa kujivunia, unatoa zaka. Unao uwezo wa kujivunia, unavaa mavazi mazuri ya staa, lakini kama huyu Yesu Kristo, mpaka wengine tunatembea namna hii, tunawahubiria, tunawaambia ya kwamba alikufa kwa ajili yenu. Kama mtashindwa kumwamini, mtashindwa kumpokea, utashindwa kukaa ukidumu katika hali ya kuamini, alikufa kwa ajili yako. Majira yatakapofika saa itakapofika, ndugu yangu, mimi na wewe tutaondoka hapa duniani. Kuna maisha mengine baada ya haya. Mungu anatuambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nataka nikwambie mkazi wa mkundi Leo hii unayo nafasi ya kufanya toba na kurekebisha, majira yatakapofika, saa itakapofika, Mungu atakapoichukua pumzi yako, utakaposimama mbele yake, kama huyu Yesu Kristo, kama huyu Yesu unayehubiriwa namna hii utashinda kumpokea kwa wakati, ndugu zangu, tutaishia kujuta. Kwa nini nasema hivyo? Neno la Mungu linasema katika Yohana sura ya 14 ya kwamba Yesu anasema mimi ndimi njia ya uzima na kweli, hakuna mtu anayeweza kwenda kwa baba ila kwa njia yangu mimi. Nataka nikwambie mkazo wa mkundi mwisho, Mungu anafanya kila njia, Mungu anatumia kila namna kuzungumza nasi sote, lengo tumkubali huyo Yesu tusije tukajuta. Mungu anakwambia leo ingawa umefanya hayo yote yasiyo stahili, ingawa umefanya dhambi za kila namna, labda unamsaliti mke wako, labda unamsaliti mume wako, unajihusisha na matusi, uzinzi, chochote unachofanya, Mungu anakwambia kwa kupitia Yesu Kristo unaweza kusamehewa. Kwa kupitia Yesu Kristo Mungu anakwambia unaoweza kusamehewa, kiali ni ya kwako kwa wewe tu, kana kwamba ukubali uamini kama Yesu alikufa kwa ajili yako, hiari itabaki kuwa ni ya kwako. Hakuna mtu mwingine yoyote atakayeweza kusimama siku ile kusema, huyu ni mtoto wa fulani, huyu ni mwana wa fulani. Ndugu yangu, naambia kwenda kanisani kwenda msikitini haitoshi. Unaweza ukaenda msikitini, ukaenda kanisani, na Mungu bado akakukataa. Kwa nini ikawa hivyo? Ndugu zangu, Mungu anatuambia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili ni kila mtu amwamini aye asipotee bali awe na uzima milele. Pasipo Yesu Kristo nakwambia ukweli, ndugu yangu, sadaka zako zote bora, ungekuja kuna dagaa hapa ungekula, kama isingekuwa, ndugu yangu, pasipo Yesu. Ninaona kuna kuku hapa, kula kuku wezavyo, maana sadaka zako hazitakusaidia we kuingia mbinguni. Mavazi yako hayataweza kukusaidia wewe uingie mbinguni. Ni aidha umpokee huyu Yesu Kristo, ni aidha umwamini huyu Yesu Kristo, ufanye maamuzi yaliyo sahihi kabla hujachelewa. Na Mungu anakueleza leo dhambi zako zote, maovu yako yote ndugu yangu mpendwa, ndugu yangu, Mungu anakwambia dhambi zako zote maovu yako yote uliyoweza kuyafanya kwa kupitia Yesu Kristo unafutiwa dhambi hizo, kwa kupitia Yesu Kristo unaondolewa kila kitu sigani wambea, ndugu zangu, leo hii, amina. Leo hii, amina. Unaweza kuniona mimi napiga makelele, sijielewi. Unaweza ukaniona mimi napoteza muda mahala hapa, unaweza kuona kijana huyo ajielewi, ninavyopiga kelele kukuambia kuhusu habari za Yesu muda huu unaweza ukaniona so nimepungukiwa akili, lakini saa ikifika pumzi yako ikikatika, nakwambia utakumbuka kwamba huyu Yesu ulitangaziwa kwamba ndiye msaada katika maisha yako. Uliambiwa hata mahala hapa, ukaelezwa kwamba pasipo Yesu huna uwezo wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu anakuambia leo, Mungu anakueleza leo ano katika dhambi zako zote hey. katika maovu yako yote uliyoweza okay, okay. kuyafanya kwa kupitia Yesu Kristo unaoweza kufutiwa hizo dhambi unaoweza kufutiwa hayo maovu unaoweza kufutiwa vyote hivyo katika Yesu Kristo asifiwe karibu ndugu yangu nataka niwaambie inafika hatua sauti inataka kukata kwa ajili gani unatumia nguvu nyingi lengo kuweza kuambia watu wakafanya maamuzi yaliyo sahihi nataka nikwambie mazoezi yanahitajika, mazoezi, mazoezi, tuendelee kuambia hawa watu mpaka itakapofika kwenye kituo chetu cha kuishia. <coughs> ndugu zangu, Yesu Kristo anarejea. Huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani, tunatangaziwa makanisani, maredioni, kwenye TV tunaambiwa kuhusu habari za Yesu Kristo kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu mimi na wewe. Leo hii Mungu anakwambia, sawa, amefanya hayo yote uliyoweza kuyafanya, lakini endapo tajinyenyekeza, endapo tashuka, tamwambia Mungu, mimi nakubali, nimetukana, nimeiba, nimesaliti, nimefanya mambo yote ambayo nimeweza kuyafanya. Mungu anakwambia, dhambi zako zote kwa kupitia Yesu Kristo utafutiwa, hautakuwa na shida yoyote, hautakuwa na shida yoyote ya kushindwa kuingia mbinguni, kwa sababu Yesu Kristo ndiye suluhisho lako la wewe kuweza kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Yesu Kristo alipokuja duniani akasema, mimi ndimi njia ya uzima na kweli, hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Matendo yako siyo chanzo cha wewe kuingia mbinguni, ndugu yangu matendo yako, sadaka zako, mavazi yako, nakwambia ndugu yangu, hivyo sio sababu ya kunifanya mimi na kukufanya wewe kaingia mbinguni. Zaidi ni maamuzi ya leo mimi na wewe kuchukua hatua ya kutubu dhambi na kuamua kubadilika. Mungu anakueleza leo, Mungu anakuelewesha leo, Mungu anakuelewesha leo ya kwamba katika yote ambayo uliweza kuyafanya yale yote ambayo ameweza kuyatenda ambayo ni dhambi ambayo ni maovu mbele za Mungu, Mungu anakuambia ingawa umetenda hayo yote ingawa umeyafanya hayo yote, yuko radhi kukusamehe. Ni wewe tu kumwambia Mungu hey, nakuja mbele yako, ninaomba unisamehe, ninamkiri Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wangu. Na Mungu anakuambia kupitia kile kitabu cha Isaya anasema dhambi zako zote zilizo nyekundu zitakuwa ni nyeupe. Mungu anakuambia ya kwamba endapo utamkiri Yesu Kristo, endapo tamkubali na kuamini alikufa kwa ajili yako, ukaachana na maovu yote, ukaachana na dhambi, ndugu yangu, saa ile itakapofika, utakaposimama mbele za Mungu, Mungu atakachokifanya atasema, hongera mwanangu karibu katika ufalme wangu. Lakini leo vijana wenzangu wenzangu katika binadamu, tukapuuzia huu ujumbe, tukaona huu ni ujinga, kana kwamba kumwamini Yesu. Nataka nikuambia ndugu yangu, utakumbuka haya maneno na kuhubiriwa leo, utakumbuka ya kwamba Yesu uliambiwa alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Mungu anakuambia leo kwa kupitia Yesu Kristo unaoweza kusamehewa dhambi. Hiari ni ya kwako umpokee huyu Yesu au la. Hiari itabaki kuwa ni ya kwako umkiri huyu Yesu Kristo au la. Sina, wana lakini wana leo uelewe ufaham na ufahamu, ya kwamba Mungu anakupa nafasi nyingine, Mungu anakupa nafasi ya kutengeneza leo, anakupa nafasi ya kurekebisha leo, kabla hujachelewa. Tubu dhambi kabla hujachelewa na kumkiri huyu Yesu Kristo kuwa ni Bwana na mwokozi katika maisha yako. Mungu anasema dhambi zako zote, maovu yako yote utakayoweza kuyafanya, ukimkiri Yesu na kutubu, unafutiwa yote, hutakuwa na hatia, hutakuwa na chochote cha kukuzuia katika hali ya kuingia mbinguni. Tubu dhambi na umkiri Yesu kabla hajachelewa. Nataka nikwambie ndugu yangu, yaani inafika hatua. Unaona kama mapafu. Unaona kama mapafu yataka kupasuka. Lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tutazidi kufanya na tutazidi kuambia. Tumerudi kwenye kituo chetu, ndugu zetu ndio hapa, ah, ambao tumewaacha. Unaweza ukaona hata sauti yenyewe inavyotoka katika pumzi kama vile imekuwa. Lakini Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu. Tumefanya kazi. Tazama Mungu amekuwa njema.